Mwanzoni mwa karne ya 20, bwana Caleb Davis Brasam, ambaye ni mfamasia kutoka mitaa ya New Bern, North Carolina, nchini Marekani, alikuwa na ndoto ya kutengeneza kinywaji kitamu na chenye kutia afya kwa wateja katika ofisi yake. Mwaka 1893 alitengeneza kinywaji alichokipa jina la Bright Drink katika duka lake la dawa. Kinywaji hiki kilikuwa ni mchanganyiko wa maji, sukari, vanila, karanga

Mwaka 1898 aliamua kukibadilisha jina kutoka Brad's Drink hadi kuwa Pepsi Cola, jina lililoakisi imani yake ya kuwa kinywaji hicho kilisaidia mmeng'enyo wa chakula y yani dispepsia na kuwa mbadala mzuri wa pombe. Biashara ya pepsi ilianza kukua haraka, hadi kufikia mwaka 1902, bwana Bratham alikwisha kusajiri rasmi kampuni ya Pepsi Company, na mwaka 1909 kampuni hiyo ilianza kutumia mabalozi wa kibiashara yaani brand ambassador, ikiwa ni mwanariadha maarufu wa mbio za magari alijulikana kwa jina la Barney Oldfield akiwa kama msemaji wake wa kwanza. Hata hivyo, vita vya kwanza vya dunia vilileta changamoto kubwa, ambapo bei ya sukari ambayo ni kiungo kikubwa cha Pepsi ilipanda maradufu na Bradham alifanya uamuzi wa kununua sukari kwa wingi kwa matarajio ya kuwa bei ya sukari ingeendelea kupanda kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa bahati mbaya, bei ya sukari ilishuka ghafla na Pepsi ilipata hasara kubwa kuwahi kutokea. Mwaka 1923 kampuni ilitangaza kufirisika kwa mara ya kwanza na Bradham alilazimika kuiuza kwa mnada. Katika kipindi hicho cha kushuka kwa biashara ya Pepsi Cola, ilijaribu kujiuza kwa Coca-Cola mara tatu kati ya miaka 1920 na 1930 lakini kila mara walikataliwa. Hili lilikuwa ni kosa kubwa kwa Coca-Cola kwani Pepsi ilikuja kuwa mpinzani wake mkubwa zaidi katika soko la vinywaji. Mwaka 1931 kampuni ya Lofty Candy ilinunua Pepsi na kuanza upya mikakati ya kuikuza, ambapo waliamua kuuza Pepsi kwa chupa kubwa kwa bei sawa na ile ya Coca-Cola, jambo lililowavutia sana wateja wengi katika kipindi hicho cha mdororo wa uchumi wa Marekani uliojulikana kwa jina la The Great Depression. Na katika miaka ya 1950, Pepsi ilianza kujitangaza kama kinywaji cha vijana na ile slogan yao ya more bounce to the ounce ilivuma sana. Wakati huo walikuwa miongoni mwa makampuni ya kwanza kutumia matangazo ya rangi na kushiriki na wasanii wakubwa kama vile Michael Jackson katika kampeni zao. Leo hii Pepsi Company Limited ni moja ya makampuni makubwa duniani ikiendesha zaidi ya bidhaa ishirini na tatu zinazouza kwa dola bilioni moja kila moja. Pepsi haipo tu kwenye vinywaji, bali pia kwenye vitafunwa kama vile Lays na Doritos. Hadithi ya Pepsi ni funzo kubwa kwetu, kwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza na kurejea kwa mara nyingine ukiwa na nguvu zaidi. Kukataliwa isiyo sababu ya kukata tamaa, kuona uwezi Simama tena naweka juhudi zaidi. Caleb Bradham aliwahi kufilisika akaona kampuni yake ikijaribu kujiuza bila ya mafanikio, lakini leo hii Pepsi inasimama kama chapa yenye nguvu na kuaminiwa na watumiaji wengi duniani ikiendelea kushindana na Coca-Cola kwa ukali zaidi. Nafasi unayo, ione thamani na furaha ya kutimiza ndoto zako. Ni juhudi bidii, uvumilivu na ubunifu vinahitajika kujenga ndoto zako leo na kudumu vizazi na vizazi. Kupikia hapo sina la ziada. Makala hii imeandaliwa na Bakly Madiane na kusomwa nami Safina Jihad. Nikukumbushe tu, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa mengi mazuri kutoka katika chaneli yetu ya Uni Podcast Channel. Endelea kutufuatilia kwa mengi mazuri zaidi. Usisahau kusubscribe channel yetu, ulike kushare au kukomenti katika video hii. Nakutakia wakati mwema wenye furaha na amani. Asante na kwaheri.